kushukuruni nyote mlioweza kufika hapa kuja kupokea hiki ambacho tenye na hichi ni, ni sadaka iliyotolewa na ndugu yetu anaitwa Jafar. Bwana amenitaka mimi nipokee na niwafikishie wananchi ambao wako katika mazingira magumu. Sasa leo baada ya kutoa maelekezo kwa mkuu wa mkoa kwamba nikusanyie watu wachache daniya idadi ya elfu moja wa wilaya zote za mjini Magharibi ili tuweze kuwafikishia sadaka hii. Kwa hivyo tunasema asanteni sana kwa kuja, anezumungu kujahi kila la heri, na inshallah mtuombee sisi pamoja na mtoaji wetu a sadaka hii. Mwenyezi Mungu aweze kumlipa kwa sadaka hii aliyotupa

Mheshimiwa Rais, kijana huyu ni mtoto wa marehemu Amani lakini anaishi maribb na alikuwa na asala oni na huyu mama maribishe hii ya Mombasa. Namshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa, kwa, kwa, kwa maendelezo yake niseme ya kila inapofika wakati huu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani kujitengea muda wananchi, eh, wa kuwapa futari wananchi wake ndani ya visiwa hivi Unguja na Pemba. Leo tukiwa sisi tunaanza mkoa Mjini Magharibi, hii kwetu tunasema neema kubwa. Tunamshukuru sana Subhana wa Taala kwa kumjalia na kumpa nguvu rais wetu kuendelea kuwaona wananchi wa makundi mbalimbali mbali, wakiwemo mayatima, watu wenye ulemavu, wajane, watu wanaoishi kwenye mazingira magumu eh, wazee wote, hayo makundi yote hayo ni makundi ambayo huwa ikifika muda kama huu, naona leo alhamdulillah, tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala kwa kutujaalia e, tukaweza kuwa naye hapa